Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anaposema kwamba litaskunu ilaiha kwa hawa kina mama au wake zetu, iwe ni sehemu ya utulifu. Mwenyezi Mungu anamlinganisha mke sawa sawa na jengo anamlinganisha mke sawa sawa na nyumba. Mume wako anatoka kazini, amechoka, ana mawazo, anakuja kwako wewe, uwe uwe sakanun kwa mume wako, uwe sehemu ya utulivu kwa mume wako litaskunu ilaiha, iwe ni sehemu ya mapumziko, sehemu ya kupumzisha roho, iwe ni sehemu ya kipozeo kwa mwili. Amplifier Mwenyezi Mungu amempa mwanamume ni mke wake, na Mwenyezi Mungu jalla waala akimtuma mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama amemuusia mwanamke akisema Idha sallati lmar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ataat zawjaha qila dkhuli ljannata min ayyi abwabin shit, mwanamke anaposwali swala zake tano anaziswali kwa wakati anauweka udhu wake vizuri, anakuwa na utulivu wa samat shahraha na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhani pale unapoandama kwa utulivu, bila kusengenya, bila kuteta, bila kuiba, bila kubughudhiana na mume wake, wa hafidhati farjaha, na akahifadhi sehemu zake za siri, wa atoati hati zawjaha na akamtii mume wake, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anamwambia nini? Anamwambia, njoo ewe mama wa Kiislamu, idkhuli ljannata, ingia peponi kupitia milango yoyote uitakayo. Haya ndiyo mafunzo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ameyatoa kwa mabinti zetu wa Kiislamu.